Aniwetu hebu tuhurumieni na sisi wazee wetu, anakwenda kupata mtu ambaye anazalishwa zalishwa na wanaume auuu kaia. Mheshimiwa mwenyekiti, serikali inaendelea kuboresha miundombinu na kwa kutumia fedha za serikali za kutoka vyanzo tofauti tofauti ikiwemo fedha za kutoka mfuko wa jimbo, fedha za kutoka mapato ya ndani, lakini pia na fedha za serikali kuu zimeshushwa na Mama Samia no. Mama Samia oye! Kwa hiyo nyie, kama viongozi wenzangu, tunawasihi mwendelee kushiriki kikamilifu katika kuendeleza miradi ambayo inatekelezwa katika maeneo yetu. Tunazo shukrani za dhati kwenye kujengewa shule yetu ya sekondari ambayo leo hii inavyo vyumba vya kusomea watoto wetu na vingine vikabaki bila wanafunzi hapo mahala ambapo wamefanyia mkutano wa ndani, na muda sio mrefu umetoka maeneo hayo, na wanakijiji hawa waliohudhuria hapa, pasipo shaka yoyote, wanajua kwamba kazi kubwa imefanyika katika jengo sekondari yetu ya Kukuo, mheshimiwa mbunge. Sambamba na hiyo, tunacho kituo cha afya kizuri kimeboreshwa kupitia wewe mwenyewe. Mheshimiwa mbunge ulisimama kwa kuyapokea mawazo yangu, ili kama diwani wa kata hii ukatupigania, tukaletewa milioni mia tano ambayo kwa sasa imefanya kazi kubwa mno. Tumejenga tumejenga X-ray, tumejenga nyumba ya mama na mtoto wa kujifungulia tumeongeza nyumba ya ganga, tumeendelea kuongeza eneo la kufulia, lakini sambamba na hiyo tunayo eksrei ya kisasa kabisa hapo nia, ambayo muda sio mrefu ukaendelea kutumika katika wilaya Sikonge. Hakuna kata hata moja ambaye haina mnara. Si tulikuwa tumebakiza Mole, tayari wana minara. Tulikuwa tumebakiza Kiloleri, tayari wana minara katika wilaya Sikonge hakuna kata hata moja ambao haina minara simu. Kinachofanyika sasa hivi ni kuendelea kuiboresha ku, hiyo minara kuiongezea nguvu, kuipa, kuipa mtandao wa internet kuwekea data ili wana Sikonge wao wanawasiliana na watu wa nje Dar es Salaam, Mwanza hata Ulaya kwa njia ya internet kwa njia ya message ji kupiga simu na mambo yote yanahusu maendeleo ya dijitali yafanyike Sikonge. Usione ni vinong, kuna watu wamefuatilia kazi hizo zote mpaka zikafanyika Sikonge na ikangara Sikonge, na hawa ni mbunge na diwani pamoja na wenyeviti wa vijiji na wenyeviti wa mtongoji. Kwa ushirikiano na viongozi wa Chama cha Mapinduzi ndio mambo haya yanafanikiwa. Upande wa huduma za kiuchumi, napo tunaendelea kufuatilia. Kwa wale wanaofuatilia bunge, juzi wamenisikia, wiki iliyopita mimi nimemshauri mheshimiwa waziri wa kilimo, Watanzania sio wote wenye uwezo wa kuwa na fedha taslimu za kwenda kununua mbolea ya ruzuku elfu sabini, wengine hawana, lakini wanataka kulima kwa nini mheshimiwa waziri, nikamuuliza bungeni, kwa nini mheshimiwa waziri, wale ambao hawana uwezo wa fedha taslimu, kwa nini usiandae utaratibu ambao watakopeshwa brea, halafu watalipa baada ya kuwa wamevuna? Akasema, mheshimiwa mbunge, jambo hilo tulikuwa tukifikiria, ngoja tulifanyie tathmini, halafu ikiwezekana tutashirikiana na viongozi wa serikali za vijiji ili kubaini wale ambao hawana uwezo ambao watakopeshwa mbolea. Hilo ni jambo ambayo nimepeleka mimi mbogeti, bado nafanya kazi na serikali, tutapata majibu kwa ndugu zangu. Na hata mbolea ile ya ruzuka tuka nayo vile vile. Ahadi ile ya tamu mwaka jana nayo inaenda kutumia kule Milambo, tayari wameshagawana fedha za mbolea ya ruzuka. Sasa bado Sikonge wetu alika naendelea kwa bwana wakaguzwa ndani wakimaliza ukaguzi wao, pengine wameweza jana au leo si siene, wakimaliza kwa bwana wanakuja kuwalipa wakulima wa Sikonge ruzuku ile ambalwatuba kwa hiyo, ndugu zangu, kila kitu kinakwenda hatua kwa hatua, changamoto hatuwezi kuzimaliza siku moja. Akija mgombea akajinadi akasema mimi mkilipa ubunge au diwani, nitamaliza changamoto zenu ndani ya mwaka mmoja au ndani ya miaka mitano mwelo yo mfi Mungu.